Mwezi wa kwanza soko lizuri ni, ni tupu halina mtu, lakini kata akisolera watu wilaya huu wanaifananisha kama ni wilaya moja yenye hali moja, kumbe tofauti wilaya huu katika sehemu mbili, kuna yoto katika hizi kata nne. Hii sehemu ya kaskazini ni baridi kweli, parachichi linachelewa. Sisi mwezi wa kumi na moja parachichi yetu limekoma. Mwaka huu hatujauza hata kilo moja kwenye kilo, kwa sababu gani? Tumechelewa kuanzishiwa kununuzi wa parachichi. Tumelalamika, mama yetu ametusaidia. Tumepiga simu kwa mbunge wetu, bwana parachichi linaharibika, afisa kilimo parachichi linaharibika, atusikiliza, anatusikiliza bwana, tupigia simu bwana kuja. Kwa mwezi wa pili parachichi kata Kisondela yote yameharibika. Tumeuza, tusiseme hiyo rejecti nisije nikarudia, tumeuza hivyo hivyo mpaka leo hii. Nikikwambia kwamba parachichi watu waliogoma chini ni kama mbolea Wilaya mjitahidi kuangalia hali ya hewa maeneo. Ushuru. Wilaya Rungwe katika wilaya sijui lakini nilipopeleleza wilaya Rungwe inaongoza kwa ushuru jamani. Kilo moja shilingi 85. Hivi fanya biashara gani atakayefanya wakati Njombe liuzwe parachichi 2000 yeye anunue Rungwe 2000 alafu amuongezee 85 kwa kilo alafu alilete Njombe, kweli biashara gani eh? Hata mimi siwezi. Ndio maana makampuni yote ame, ameondoka Rungwe, amekuja kuuza kuuza. Ukichuma chai mia, anakuambia ha, mtanunua elfu moja mia nane ila tuandike elfu mbili. Alafu umechuma hizo kilo mia, anachukua anachukua trei tatu anazipima, elfu zingine hizi nisema niseme reject, mia mbili mia mbili kilo. Unauza sio kwa chuma parachichi sio kala, utauza utauza tamwakani. Ukilichuma lazima uliuze